Nimekuwa na ndoto ya kuja ndani ya nchi hii ambao ni Canada kwa muda mrefu sana, barabara zao nzuri, fursa za kazi, nchi ambayo ina amani. Lakini wakati nilitoka Afrika kuja ndani ya nchi hii, nilipotua, nikapata vitu ni tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa nafikiria. Video hii ni kwa ajili ya yoyote yule ambaye ako asua Afrika na anapanga kuja kufanya maisha yake ndani ya nchi hii ya Canada. Ama ana ndoto ya kuja ndani ya nchi hii ya Canada, usifanye kosa kama lile ambalo mimi nilifanya. Fata video hii hadi mwisho, najua itakusaidia ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale ambao wako na ndoto ya kuja kuishi ndani ya nchi hii ya Canada. Hi everyone na karibu tena kwenye channel hii ya KHP Canada. Mimi ni wako King Prayer na siku ya leo nataka kukuzungumzia eh, yale ambao huwezi ukaambiwa mbele ya kuja ndani ya nchi hii na makosa ambayo mimi nilifanya, siyo yale ambayo nataka pia wewe uangukie ama usirudi kwa mistake kama ile ambayo mimi nilifanya wakati nimekuja Canada. Ndio sababu kubwa ya mimi kufanya video hii. So ikiwa wewe ni mmoja kati ya wale wenye kuwa na ndoto ya kuja ndani ya nchi hii, fata video hii hadi mwisho, inaweza ikakuongoza ama kukusaidia hapo kesho. Mimi nimezaliwa Afrika, nimelelewa Afrika, aswa ndani ya nchi ambayo inaitwa Congo, na kwa miaka nilikuwa nikisikia ya kwamba Canada was the promised land ama Canada ni nchi ya ahadi, lakini YouTube inaifanya kuwa rahisi ama eh, kuifanya kwa njia ambao inavutia tena zaidi sana. Na swali ni je, ukiwa hapa ndani bado inavutia ama eh, inabadilika naomba ufuatane nami mpaka mwisho. Najua utaelewa kile ambacho namaanisha, na itakupea mwanzo mzuri ama uh, njia ya wewe kuweza kujipanga sawasawa, aswa wakati ambao unapanga uh, kuja ndani ya nchi hii ambao ni Canada. Yes, weather saa hii iko sawa, ambao kama vile unaweza ukaona YouTube inaifanya kuwa rahisi sana kuapply, kufika, kupata kazi na kuenjoy maisha yako lakini wakati tu nilipofika kwenye city ya Toronto, nilipotua hapo Toronto. Nikatoka nje hivi kidogo ndio nikakaribisha sasa nikakuwa like what? Hii ni baridi ama ni balaa? Unajua mara nyingi wewe unasikia tu baridi, ama unaambiwa baridi. Lakini wakati unaishi wewe mwenyewe ndio unaelewa kwamba ni kweli ni baridi. Mara mingi Afrika tunalia baridi wakati ni minus 15. Ijapokuwa hapa Canada ikiwa minus 15 tunaiita joto, tena joto kubwa sana. Na wakati unakutana na baridi ya minus 20 degrees, yaani unakuwa zaidi ya ya, ya, ya ule ambaye ako kwa friji. Sijui kama unaelewa hiyo picha ambayo unajaribu kukupatia. Mara mingi ukifika hapa Canada inategemea na njia ambayo utakuja nayo, lakini unaweza fika uko na degree, uko na diploma, uko na kila kitu ambao saa zingine Afrika ilikufanya uwe e, mtu maarufu kwa mfano lakini ukafika hapa hakuna mtu ambaye anakuchukua kazi. Unajua kuna vitu ambazo huwezi ukaambiwa aswa kama haujafika, hakuna mtu ambaye anakuchukua kazi, unaambiwa no hauna experience ya kazi ya Canada, unashindwa. Nimesoma, niko na kila karatasi muhimu ambayo nastahili, kama ni degree niko nayo, kama ni diploma niko nayo, sina experience ya kazi ya Canada aje? Hata ukienda kwa hoteli zile ndogo ama restaurant zile ndogo, unaambiwa pole, hauna experience ya Canada. Na degree yako <laughs> unaambiwa hauna experience ya Canada. Watu wanasumbuka wanazunguka kwenye snow, wanapigwa na baridi na kila pahali, wanapeleka CV zao, wanawaambia pole, hauna experience ya Canada. Unajua kuna vitu ambazo watu hawaelewi. Kuna vitu mbili hapo ambazo ni tofauti <clears throat> kuna kutafuta kazi Canada na kuna kutafuta kazi nje ya Canada. Na wengi watakwambia unakuja Canada kufanya kazi ya ofisi ikiwa bado wewe uko pengine Afrika ujue huyo mtu atakuwa anakudanganya, sababu Canada wanataka uwe na experience ya Canada. Aina za kazi ambao unaweza ukafanya ukiwa bado uh, nje, una apply from nje na unakuja Canada unapewa nafasi ya kufanya hizo kazi, lazima uwe kama uko kama kwa sekta ya IT, uwe kwa sekta kama ya caregiver, uwe kwa sekta pengine hizo kazi pia za agriculture eh, kilimo na mifugo. Sana sana hizo ndio unaweza ka apply ukiwa nje, ama kama ni kazi za kawaida kwenye makampuni fulani fulani ambao wanahitaji watu wa msaada kusaidia kupack vitu, kusaidia kuinua vitu, kusaidia kutoa vitu hapa kupeleka hapa. Hizo ndio aina za kazi ambazo mara mingi unaweza ka apply ukiwa kwenye nchi yako, lakini sio kazi ambayo umesomea na digrii yako ya kukuja kufanya kazi kwa ofisi hapa ya kukuja sijui kusimamia eh, kampuni ya mtu, utaambiwa hauna experience ya Canada. Na unaweza ukashangaa hata hizo kazi za chini ambao unatafuta hapa Canada, na bado uambiwe sorry, hauna experience ya Canada. Unatafuta kazi ya kuosha nyumba kama ni ya cleaning, na uambiwe sorry, hauna experience ya Canada ni vitu ambavyo sio kila mtu anaweza kaelewa, lakini hiyo ndio ukweli wa mambo ukiwa ko nje. Lakini saa hizi government imeifanya kuwa rahisi kidogo, sababu watu wengi sana. Kusudi waingie Canada, siku hizi unatakiwa kuapply kazi ukiwa kwenye nchi yako. Na tofauti ama shida kubwa ni wengi hawajui the real platform wanaweza wakapitia kwa ajili ya kuapply aina mbalimbali ya kazi Canada. Ukiwa nje, usitafute kazi ya heshima sana, usitafute kazi ya ofisi, lakini tafuta kazi ambayo itakurahisisha wewe kuweza kuingia kusudi mambo mengine yaweze kuendelea. Kanada, ukiwa wewe ni mpya, uko na shida kubwa sana sababu ya experience. Ndio maana ukibahatika kuingia na kampuni fulani, ama ukiingia upate nafasi kwa kampuni fulani, ni vizuri uweze kukaa hapo, utulie, utengeneze work experience sababu Kanada wanatumika kwa masaa na hizo masaa zinahesabika pakubwa sana, sababu zitakusaidia hapo awali ama hapo baadaye, wakati utataka kutafuta kazi nyingine hapa Canada. Ya, unajua najaribu kukuambia zile vitu ambazo hauwezi ukaambiwa na mwingine. Unajua nikiwa hapa Canada okay, hiyo ni impossible kwanza, lakini natumia kama mfano. Nikiwa hapa Canada na nilale njaa, siwezi nikakwambia kwamba Canada nililala njaa ndugu yangu niko hapa lakini nilala njaa, sababu mara mingi akili ya wale ambao tumeacha nyuma. Pole kwa kutumia neno hilo, saa zingine linaweza likasound vibaya, lakini mara nyingi unapotoka mahali ukienda sehemu nyingine, ule ambaye uliacha huwa anajua kwamba wewe umeshafanyikiwa na umefaulu, umeshatoboa kimaisha, tofauti na gisi ule ambaye alienda. Abaki na mawazo ya kusema ule ambaye niliacha ameshaendelea kimaisha. Sijui kama utanielewa ama utalichukulia vibaya, lakini sija sijaongea hivyo kwa ubaya. Ni kitu ambao tumekuwa nayo sana. Hata mimi nikiwa eh, bado Afrika nilikuwa na hayo akili ama mind, na hivyo ndo mara nyingi huwa tunafikiria kwa wale ambao <coughs> wameenda. Kama vile nimesema, hii ni vitu ambazo hautaambiwa na mtu mwingine, lakini unatakiwa ujue na ni vizuri sana kujaribu kila mahali, sababu kila mtu pia na bahati yake na sehemu zinapishana, ziko tofauti. Kitu ya kwanza unatakiwa kuelewa ya kwamba kupata kazi yako ya kwanza sio rahisi hapa Canada. Ukiwa already uko ndani, mara mingi huwa inasumbua, ijapokuwa bahati zinapishana, unless uwe kwa sekta kama ya IT, uwe kwa sekta kama ya nursing ama hizo ma trend business unajua ma trends business ni kama vile electricity, ni kama vile eh, construction, ni kama zile hiyo ma plumbing, is it plumbing? Plumbing, I think in French plumba plampa yeah. So ukiwa kwa hizo sekta kidogo unaweza ukafanyikiwa sababu wengi sana hapa wakati unaingia lazima uweke kwa akili sababu wengi wetu wanahitaji kazi za ofisi, wengi wetu wanahitaji kazi za heshima, ijapokuwa ni tofauti sana ndani ya nchi hii na vile ambavyo tunafikiria ama vile ambavyo tumezoea. Ndio maana watu wengi sana huwa wanaanza na kazi kama ya cleaning, wanaanza na kazi kama ya security ama hizo za ma warehouse jobs. Na ni sawa, ni kazi mzuri ambayo itakusaidia kuweza kutengeneza eh, work experience yako ndani ya nchi ya Canada, na pia itakupea pesa. Pia itakupea pesa, ni vile wengi huwa wana, wanazidharau. Na wengine wakiangalia masomo yao wakiangalia sehemu ambao wanatoka wanaona hizo kama ni kazi za chini na hawawezi wakaanzia hapo, lakini ndani ya nchi hii lazima uanzie mahali kusudi uwe na work experience, na uwe na hours ambao zinatosha kwa wewe kukubaliwa kwenye kampuni lingine ambalo utakuwa unalihitaji hapo baadaye. Jambo la pili ni the loneliness is real. Utakaa una miss familia yako, utakaa unahisi una miss nyumbani, una miss wakati mwingine chakula zenu za asili ama zile ambazo mmekuwa mkizoea kukula, na wakati mwingine uta miss mpaka kelele ya nyumbani. Kama saa hii ni mchana kati, na unaona niko playground, sehemu ambayo kunatakiwa kuwa na watu saa hii. Jua imewaka kila watu wako nje, lakini unaona kuna ukimya, hakuna kelele yoyote ambayo unasikia. Hata sehemu ambayo naishi, kukiwa na kelele kidogo, utasikia majirani wanapiga kelele, wanakuja hapo kugonga mlango, you are so loud, you are making noise. <laughs> Kuna vitu kama hizo utakuja wakugongea na wakwambia, mnapiga kelele sijui mnasumbua sijui nini, mjaribu kutuliza sauti. Na saa zingine ulikuwa unaongea kwa simu, unajua staili yetu ya kuongea, oh fulani uko aje? Ah, siku mingi sana bwana, vipi uko. Unaona, wa Afrika tukiwa na excitement ama furaha fulani, kuna vile ambao tunashindwa kucontrol sauti yetu hata ama furaha yetu, ikiwa hata ni kwa simu lakini yeye venye wao wanaongea kwa simu, <coughs> utashindwa u mtu anaongea ama anaongea na mtu ama anaongea peke yake, sauti iko chini, oh, yes, ah, oh, vitu kama pole pole, hata hautamsikia, unaweza ukawa karibu yake na ushindwe kumsikia. Sijui kama ule ambaye ako saidia pili anamsikia vizuri ama aje? Lakini wanatongea kwa muda mrefu, inamaanisha wanasikiana. Ama simu ambazo sisi tunatumiwa ndio zina shida ya microphone mpaka tulalamike, zao zinatengenezwa kwa njia ambayo hata ukiongea kimoyomoyo, sauti inaenda. Hiyo ni jambo ambalo sijawahi kuelewa. Jambo la tatu, the cost of living iko crazy. Unajua Canada vitu ziko gharama ya juu sana, ndio maana unaweza kawa na ndugu yako hapa Pengine alikuja na mpango ya kukusupport, alikuja na mpango ya kukutumiaga hela, alikuja na mpango ya kukufanyia mambo kadhaa, na sijamaanisha hivyo sababu pengine nimekuwa nikiombwa na sijatuma. Hiyo sidhani kama inaweza kuwa sababu, lakini nataka tu kukujulisha ukweli. So unafika, unapata, unafanya kazi ndio unatengeneza hela, lakini nyumba ambayo unalipa ni zaidi, ni zaidi ya zaidi ya elfu moja mia tano hiyo ni dola, sijaongelea pesa ya nchi yako, naongelea dola zaidi ya 1500, na hapo ni kama unaishi nyumba ndogo. Ukiwa unaishi nyumba mzuri ama nyumba ya kujielewa, inaweza kawa sio ya kujielewa sana, lakini unapata unalipa kwanza 2000 kwenda juu, unaweza kawa kwa nyumba ambayo unalipa 3000. Hiyo sio pesa ya nchi yako, naongelea nakwambia, naongelea dola, na unaona hizo ni pesa ambayo nalipa nyumba ukienda kufanya uh, kama grocery zako, wao oh, wanazoea kusema grocery ama niseme shopping, kununua chakula yako ya, ya, ya nyumbani nini, unajipata ile ambayo unatakiwa kuenda nayo, yaani kununua kitu rahisi sana, unapata ni kama 50 dola ndio pesa ambazo, uh, unaweza ukatumia sana sana sana sana kununua vitu zako nyumbani, na unapata vile ambazo utahitaji itakubeba karibu mia mbili mia tatu ukikuja kukaa chini ufikiria unasema what hii ni nini sasa na hiyo ndio hali ya maisha ambao unapata watu wanaishi na hiyo ni, ni maisha ya kila siku na vitu nyingi sana ambazo watu wanatakiwa kufanya kila leo kiasi ya kwamba unapata mtu akifikiri eh, kwa ile kidogo ambao ako nayo akitoa dola ingine mbili tatu unapata anakuwa mapahali na hiyo ndo sababu sio wote ambao wako wa kwenye nchi hizi ndio wana roho mbaya. Na saa zingine ni mahesabu pia pia wanapiga. Na unajua inchi hii pia zinafunza watu mambo mengi. Kila pale ambapo utaenda utajifunza vitu za huko, ijapokuwa uwezi ukaacha eh, hali ya nyumbani kabisa asilimia mia, lakini kuna tu baadhi ya vitu ambazo utajifunza, sababu kila nchi iko na ugumu urahisi na hali yake ambayo iko sawa kama vile mbaya. So lazima ujifunze kuadapt kwa hali ya nchi hiyo kusudi uweze kuishi ndani ya nchi hiyo vizuri bila eh, kusumbuka ama bila kuwa na shida yoyote. Na licha ya haya yote, nini ambayo inafanya haswa bado tunapenda nchi hizi? Na usinielewe vibaya, tunapenda nchi hizi sababu ni mahali pazuri kuwa hapa wako na weather ambao ni mzuri, wako na vitu za kuvutia. Unapata pia vitu ambazo hatungefanikiwa kufikia nyumbani, tunazifikia hapa. Kazi ambazo tungefanya nyumbani na hatungelipwa sawa gisi ambao tunaweza tukalipwa hapa zinakuwa zipo, ijapokuwa gharama itakuwa iko juu <clears throat> lakini utakuwa uko sawa. Kuna vitu ambazo hatukufanikiwa kupata nyumbani ambazo hapa tutapata, ama tunapata na hali kama hizo. Kuna vitu ambazo hapa uwezi uwezi ukalinganisha, kama vile kutembea usiku bila wasiwasi wasi, unatembea hauna woga wowote eh? Kuna <coughs> woga wowote. Matibabu inakuwa ni kama bure. Unasahau zile historia za kusema ya kwamba maji ya kunywa inaisha, lazima mwende mchote maji ama maji ya kuosha vyombo hakuna fulani, uende ukachote maji. Wao hawana hawajui mtungi, hata sijui kama nishawaiona mtungi hapa Canada, hawajui <laughs> mtungi wa maji ama bidon, hawajui <laughs> maji ni kwa tapi yako. Hiyo story ya kusema inua e, besheni uende ukaoge <laughs> <laughs> unasahau wewe ukiingia kwa nyumba maji inamwagika. So kuna vitu nyingi sana ambazo eh, tunaweza tukasahau. Education system yao ni mzuri sana ama, eh, biashara unakuwa uko sawa, unaweza anza biashara yako, unaweza afanya, unaweza soma hapa na uwe na elimu ambao itakusaidia pakubwa sana. Nchi hii iko na opportunities nyingi sana. So hii itakuwa sasa ni ushauri wangu kwako wewe ambaye unahitaji kuja Canada ama wewe ambaye unapanga kuja Canada. Sababu hii ni jambo muhimu sana ambao ningependa niambiwe kama bado niko Afrika lakini sikupata yule ambaye angeniambia haya. Na ndio maana mimi nimeamua kukuambia siku ya leo. Kama unahitaji kuja Canada, jifunze, uh, skills mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikawa msaada kwa kwako. Mbele ukuje jifunze vitu kama vitu za IT, nursing, tracking. Eh, tracking namaanisha sio kutrack vitu lakini kuendesha lori. Eh, plumbing. Hizi ni vitu muhimu sana na ni vitu mzuri ambazo zinaweza zikakusaidia hapa Canada. Unaweza pia uka avoid zile city kubwa kubwa ukiwa unajua uko broke, mm? Jaribu zile uh, town ama cities ambazo kidogo zinaweza zikawa cheap kidogo, kama vile Halifax, Winnipeg ama Regina. Hizo ni vitu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanya maisha yako hapa Canada vizuri sana bila kusumbuka. Ukiwa unajua hizo vitu, hizo kazi za mkono zitakusaidia sana pakubwa. Hapa unajaribu kujoin African Association, usikae <clears throat> bila kujiunga na kikundi yoyote ya kanisa. Tafuta kanisa ambao inamwamini Mungu, inaweza ikawa ni ya wazungu, inaweza ikawa ni ya weusi, lakini umejua ya kwamba hapa kwa kweli eh, wanamtumikia Mungu kwa haki na kwa kweli, unajiunga, na uwe tayari pia kuanzisha kuanzisha, hata kama ni hizo eh, vitu za cleaning, vitu za delivery, security, zitakusaidia sana. Anzisha kazi fulani fulani ndogo, ndogo ambazo zitakusaidia mwisho. Jaribu sana usikuje kwa njia ambao sio halali. Ukikuja kwa njia ambao sio halali, sio vizuri, itakusumbua pakubwa sana, na itakufanya uchukue muda mrefu sana kwa kuweza kuanza. So jaribu sana kufikiria njia ambazo unataka kuzitumia kwa ajili ya kuingia ndani ya nchi hii. Ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe na Yes, kumbuka kusubscribe uendelee kuwa notified wakati wote tuko live ama tunaweka video mpya, na bado na kuomba uweze kustick pamoja nasi na uweze kufuatilia channel hii kila leo kwa update na mambo mengi zaidi hapa Canada. Thank you.